Mabadiliko ya tabia nchi yanaonekana dhahiri katika maisha na shughuli ya kila siku. Mvua zisizotabirika zinaathiri moja kwa moja kilimo cha kutegemea mvua. Bwana Abraham Lengineleposo, ambaye ni mkazi wa kijiji cha Terat katika wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, ameamua kuhama kutoka kufanya kilimo cha kutegemea mvua hadi kufanya kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia maji ya korongo la Terat, na ametengeneza pia ajira kwa watu wengine wanaomsaidia shughuli hizo. Mwenzangu Isaac Dickson amemtembelea shambani kwake, na hapa anaanza kwa kueleza hali ilivyokuwa kabla ya kuanza kufanya kilimo cha umwagiliaji. Kwa kweli hali ilikuwa mbaya kwa sababu nilikuwa nategemea kilimo cha kutegemea mvua, kwa hiyo nilikuwa ni kilima napata hasara e, kwa sababu sio kila mwaka napata mazao ni kuna mwaka anapata mazao, kuna mwaka anakosa mazao. Kwa hiyo ndo nikafikiria sasa kwamba nibadilike niende kwenye kilimo chenye tija, kilimo ambacho sitegemei mvua. Ni changamoto zipi hasa uliipitia, uh, kabla ya, ya hujaanza uh, kilimo hichi cha umwagiliaji? Changamoto ni nyingi sana nilikuwa ni kilima na napata hasara kubwa, kwa sababu nilikuwa nalima zaidi ya eka thelathini mpaka 40. Sasa nilikuwa na, na, na, napata kidogo ama napata hasara moja kwa moja sipati chochote. Maana tunategemea msimu mmoja wa mvua ambayo nilikuwa naotesha mwezi wa tatu, kwa hiyo tunazo tunazopata mvua kidogo tu mwezi wa tatu hiyo mwezi wa nne, mwezi wa tano tunapata rasha rasha ya mvua kidogo inakatika. Ikikatika tunapata hasara mazima. Kwa hiyo changamoto ya changamoto ambazo nilikuwa napata ni hiyo ya mazao kokauka. Na nilikuwa nategemea, nilikuwa nalima mahindi na maharage, lakini nilipata hasara kubwa sana kwa sababu ya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na, na kosa kabisaca. Unaweza ukaniambia kwamba labda mwaka gani ambao ulilima shamba na ukasema mwaka huu kwa kweli nimeanguka, na ilikuwa eka ngapi? Mm-hmm. na ulipata kiasi gani? Eh, nililima eka arobaini mwaka elfu mbili kumi na saba nimepata gunia kumi na tisa Kwenye karubu. Kwenye karubu. Zaa, nili, nilipata za mahindi kumi na tisa nilipata za maharage gunia nne. Kwa hiyo <laughs> nilipata <hasara kubwa. laughs> Yaani ni chakula kilikauka kwa sababu uh, shamba lilikuwa linakauka na, na shamba langu liko karibu kilomita moja kutoka hapa kwenda juu. Kwa hiyo nikafikiria kuja kwenye huu mto nichukue maji nipeleke kule mtoni na kule, kule shambani nikamwagilie. Sasa kuja kuhesabu mipira ambayo ndatumia hapa ni gharama kubwa kupeleka shambani eh. Na ili wazo sasa la kuanza kufanya kilimo mm, lilitoka wapi? Hili wazo kwanza, mimi ni bwana shamba ah. Nimesoma masuala ya ufungu, kilimo na, na, na, na mifugo kwa hivyo eh, kwa sababu si, si, ajira ilikuja yika, ikaisha katikati, basi nikafikiri kwamba nijiajiri. Mm, kwa hiyo nikafikiri kujiajiri kwa kuanzisha kilimo cha umwagiliaji baada ya kuona kwamba ile haina tija, nikaamua nije sasa kwenye hii. Kwa mtaalamu kama mimi, siwezi nikalima kilimo ambacho e, sijui kama nitapata ama nita, sio kilimo cha uhakika. Kwa hiyo ndipo nikaikaja wazo sasa la kulima kilimo ambacho ninajua asilimia mia moja napata, siwezi kukosa kwa sababu nina maji e, kwa sababu maji iko karibu na mimi, shamba liko karibu na mimi Nina resources basi nikaamua nianzishe ni na vifaa hivi, mabomba uh, sim tanki kule. Mm, ulivipataje? Uli nilinunua, nilinunua zile sim, sim tanki pale, ina lita elfu kumi na kuna zingine ndogo ziko kule za lita elfu tano Kwa hiyo nikasambaza shambani. Hili shamba inatumia mifumo, mifumo miwi, miwili kubwa ya umwagiliaji natumia mfumo wa furrow irrigation ambayo sasa hivi ndio, hii hapa hii ni furrow, na nafungulia maji kwenye matuta, lakini vilevile vile nafanya drip. Kwa hiyo saa siwezi kutumia hii ya furrow, natumia drip. Kwa hiyo ndio maana nikaweka ni ile masimtank ile masimtank ni kwa ajili ya drip Nikafunga haya mabomba yote, ili shamba lina mabomba kabisa Z za kutosha, japo zimekuwa kuukuu sana mm, zimekuwa za zamani sana zimetoboka toboka. Nataka ninunue mingine mapya. Hizi vitunguu nikishahamisha, ikiwa na angalau na, uh, wiki mbili baada ya kuhamisha, basi naweza nikatumia drip mm, ili ku control isiwe na maji isinywe maji mengi sana. Kuhu. Njia, njia unayotumia kumwagilia ni hizo mbili, ni hizi mbili? tunafanya pia ya mkono, ile njia ya mkono eh, haswa kwenye kwenye kwenye nasari vya kula vyangu vikiwa ziko kwenye nasari, nasari au kwenye kitalu kidogo, basi tunamwagilia kwa kutumia makeni. Kwa hiyo hiyo pia ni kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia mkono. chanzo cha maji umesema ni mto Terat. Ni mto Terat. Maji ni ya uhakika kiasi gani? ni mengi sana, maji ni mengi sana natumia generator Kuna... E, natumia jenereta mbili e, ya inchi tatu, bomba la inchi tatu. Lakini sasa nyingine ni power tiller, lakini nyingine ni jenereta ndogo tu ya kawaida. Kwa hiyo zinapokezana kwa sababu shamba ni kubwa. Kubwa kiasi gani? shamba lina ukubwa wa hekari sita. Okay. na sioteshi yote kwa pamoja, naotesha eka tatu mpaka tatu na nusu kwa wakati mmoja zile zingine ndio wanafanya kama kitalu eh, kuhamishia kuhamisha vitu, lakini vile vile anafanya kitu inaitwa rotational eh, rotational eh, farming na, na safari na otesha vitunguu hapa, safari na, na hama, nyanya, safari, na otesha nyanya safari na hama na otesha kabeji. Nafanya hivyo kwa sababu kuboresha eh, uwezo wa udongo kwa sababu kama unaotesha ina moja tu ya zao kila kila wakati zao lilelile, kitunguu ile ile, kitungu ile ile, utapunguza uwezo eh, ya udongo kuzalisha eh, um, nutrient okay. Lakini kama utaotesha mahindi eh, baadaye uka, au ukahama ukaotesha kabeji, basi ardhi itakuwa na ubora wa hali ya juu sana sana. Kabeji, kabeji sehemu ambayo umeotesha kabeji ukaja baadaye ukaotesha vitunguu unapata eh, fertilization fertilization of soil inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa mfano sasa hivi hii shamba hii ambayo sasa hivi naotesha vitunguu, mwaka jana e, miezi sita iliyopita, nusu ya mwaka iliyopita ilikuwa inazo kabeji, iliotesha kabeji e, pc elfu kumi pc elfu kumi Nilivyoondoa hizo kabeji, hiyo pc elfu kumi sasa ndo anaweka vitunguu kwenye hiyo sehemu, maana ni karibu yaka mbili. Kwa hiyo mazao ambayo anaotesha hapa shamba naotesha vitunguu, naotesha kabeji, naotesha eh, nyanya, naotesha bilinganya nganya, naotesha eh, hoho pilipili pili hoho, eh, naotesha ninayo pia miti ya matunda. uh -huh. Na kutokana na, na, na, na kilimo hiki sasa cha umwagiliaji mavuno unayopata ni kwa kiasi gani? Eh, mavuno tunayapata sio mbaya sana lakini tunapata changamoto ya ya, ya, ya soko masoko yanakuwa hafifu. Kwa mfano mwaka jana tulipata vitunguu vingi, mwaka jana tulilima karibu eka moja na nusu tulipata zaidi ya gunia mia moja ya, ya vitunguu. Sasa changamoto ikaja ikawa maswala ya soko na aina ya vitunguu tuliootesha, maana mimi niliotesha vitunguu inaitwa Redi bangola F1. Sasa Redi bangola F1 yanakuwa ni vitunguu vikubwa sana sasa kwenye soko ikaja ikawa sio nzuri kwa sababu nataka, nataka order unalima kwa order. Sasa ndio maana nikabari mwaka huu nimeotesha red mang'ola lakini sio F1. Una, una muda gani sasa tangu uanze? Ni na miaka kama mitatu hasa miaka miwili ndio mm -hmm. ya, ya, ya concentrate nimeconcentrate zaidi kwenye kilimo mm -hmm. Ule mwaka mwingine ilikuwa ni kuandaa shamba wafanya leveling ya shamba mm -hmm. eh, na vitu vingine, lakini sasa kuanzia mwaka jana na mwaka huu haswa, miaka miwili mm, ndo nimefanya concentration haswa ya kuotesha kama mkulima mm. mavuno ambayo yalikuwa yanatoka ama yaliyotoka kwa miaka hii miwili, u mwaka wa pili yalikuwa mm, yanakuridhisha? Hainiridhishi sana, hainiridhishi sana kwa sababu uh, kuna, kuna changamoto mm, kuna changamoto nyingi sana kwenye hizi hii kilimo mm. E, sawa napata mazao lakini, sasa ukija ukafanya composition ya ulichokitumia, inakuwa faida ni ndogo sana ila, anapata mazao ya kutosha, lakini e, bado hatujapata masoko ya kuweza kutulipa vizuri. Mfano mzuri tu ni kwenye, kwenye vitunguu na kwenye hoho, kuna pesa ya kutosha, kuna pesa ya kutosha, ila soko Misia, observe kwamba soko ndio, kuna changamoto. mm -hmm. Lakini angalau azija niangusha, kwa sababu kupata gunia mia moja ya vitunguu uh, sio mbaya. Hello. Ila uh, sio si sawa na ile ambayo ni mategemeo yangu. wakati wakati unapata wazo la kuanzisha biashara hii hukufikiria kuhusiana na masoko? Hapana, sikufikiria, nilijua soko ni <laughs> hapa hapa, nilijua soko a <laughs> watu ee hey. Kwa hiyo nilijua kwamba napata soko, lakini sasa yeah. Ningekuwa ninalima kidogo kidogo sana, yaani nikikuwa nalima pieces ndogo ndogo tu mm -hmm. Ningekuwa na soko, lakini sasa mimi nimelima kingi zaidi kuliko jisi, yaani nimeanza, nimeanza kwa eneo kubwa mm -hmm. Ningetakiwa nianze eneo dogo ndogo dogo kulingana na wateja wangu niendelee kupanda kulingana na wateja mpaka tutakapofikia. Sasa hatuanzi lakini, sasa mimi tayari nimesha nikafanya kubwa zaidi, ndio maana nikakutana na hiyo hali ila eh, mazao yanatoka mengi, sina wateja wazuri wengi, ila sasa ni kujifunza. Kwa mfano sasa hivi mwaka huu nilichootesha tu nyingi ni vitunguu, maana nimeotesha ekari mbili vitunguu, ndio mpango wangu, tayari ya kamoja tumesha otesha ya kamoja bado kuna vitungu vingi kwenye nasari ambayo itatosha tena hiyo eka moja ingine, kwa inakuwa eka mbili. Lakini ukienda kwenye vyakula vingine kama chainizi, kama sukuma wiki, kama nyanya, kama um, hoho, bilinganya na vitu kama hivyo, naotesha kidogo kidogo. Mfano mzuri kwenye kabeji nimeotesha pisi mia tano tu, ina maana mm -hmm. kwamba ile ikishaanza kukaribia eh, ku, kukomaa yani sio ile kukomaa ya kuiva, ikishakaribia hatua fulani, labda mi, mwezi mmoja, ikishakuwa na umri wa mwezi mmoja, naaka mingine chini kwenye kwenye kwenye kwenye kitalu, ili ile nitakapoondoa basi nyingine nabandika. Kwa hiyo ndio mpango wangu wa sasa hivi, nimejifunza kutokana na hali halisi ya mwaka jana. Wakajana nimeonesha nyingi sana kwenye masoko. Anajipanga, anajipanga e, e, kutafuta masoko sana sana, masoko ya hapa kwetu ndani ya kijiji. Kuna wakina mama ambao nimeshaongea nao watakubali kusafirisha e, mazao kupeleka masokoni. Na kipindi cha nyuma sikufanya hivyo, lakini kwa sasa hivi nimeshaanza kuongea na, na hawa mama e, wa mama ma, ili waweze kuwa kuna wanachukua wanaenda wanauza maraona leshe ya la yangu. Hivyo tumesha anza kuchukua hatua za namna gani tutakop na hiyo hali ya kukosa wateja. Mm -hmm. na, na ukipima mm -hmm. uh, kipato mm. pengine mm. cha familia kutoka mm. uh, wakati unalima kilimo cha mm. kutegemea mvua yeah, hadi ulipoanza kulima kilimo limo mm. hichi cha umwagiliaji mm. kipato kinakuwa ama... yeah, kipato kinakuwa mm. kwa sababu hili shamba mm. ndo linalosomesha sasa hivi watoto. Hili shamba ndo linaendesha familia. Kwa mfano, mfano mzuri tu kwetu sisi sasa hivi hatujui swala la mboga kwamba kunanua mboga kununua, sijui hamna. mm -hmm. Sisi tunapata kila kitu shambani. mm -hmm. Kila kitu tunapata hapa shambani, kwa hiyo kuanzia lishe ya familia, kuanzia kusomesha watoto, tena sio shule nzuri nzuri tu yeah. Watoto wanasoma kwa sababu ya hili shamba na, na bado hatujapata masoko ya kutosha, lakini tumeshaanza kuona kwamba kuna faida kubwa. Msaidizi wangu mkubwa ni, ni, ni, ni, ni vijana wangu mm -hmm. Naye vijana ambao ndio wananisaidia hizi shughuli na vilevile familia yangu akina mama wananisaidia. kwa maana yake kwamba umetoa pia ajira kwa vijana? Nimetoa ajira kwa vijana, wako watano hivi vijana watano kufanya kazi wa lakini shim. hao ni wa hapa hapa shambani. Akina mama wa Kimasai wako wengi wanakuja hapa wale ambao wanakuja tu wanafanya shughuli baadaye jioni wanaondoka. Wanakuja wanafanya shughuli wameshaondoka. Maana leo kuna vikundi vikundi vikundi vya kina mama. Kwa hiyo kina mama wanakuja hapa wanachota hela wanapeleka kwenye vikundi. Wanakuja wanachota hela wanapeleka kwenye vikundi. Kwa hiyo wameshakuja hapa asubuhi wamechota hela wameenda kwenye vikundi. Kwa hiyo kwa kweli ninayo kina mama wa Kimasai sana, sana. Wanaume hawaji mm -hmm. wanaokuja na kina mama. Na hii hasa hizi hizi shughuli hizi za bustani bustani akina mama kungolea ngolea vitunguu, kungolea hizi vitu ndo inawafaa sasa, na nawako very careful kuliko wanaume. Wanaume wanakua rafu <laughs> lakini akina mama <laughs> kwenye swala la bustani wanakua <laughs> careful sana. Hujapata watu wengine wanaokuja kujifunza? Nda, pata sasa hivi wa, watu wengi wanaokuja kujifunza hapa shambani, maana hili shamba pia mbali tuna kwamba labda na mimi napata, lakini ni shamba darasa <laughs> e, kuna kuna, kuna watu wengi wanakuja kujifunza ikiwa ni pamoja na, wa, watoto wa sekondari wanakuja hapa. Jana tu hapa tulikuwa na watoto wa sekondari sekondari ya Terat mm -hmm. watoto wamekuja hapa shambani wamejifunza, wameondoka na wanakuja. Kuna vikundi mbalimbali za kina mama wanakuja hapa wanajifunza, wanaondoka. Kwa hiyo kuna watu mbalimbali, na vile vile mimi nimeshaanza kutengeneza sajina, napelekwa maeneo mbalimbali kwenda kufundisha, naenda Kiteto, naenda kila mahali kwenda kufundisha Uh, watu namna ya kuanzisha bustani ungependa mm. ama unatamani labda mm. serikali na hao wadau wengine kama taasisi na wengine wengine mm. ungependa haswa wafanye nini zaidi? Ah, ninge, ningependa tu uh, niendelee kushirikiana nao kwa sababu ili shamba ni shamba ambalo lina linasaidia lina, lina jamii mbali tuna kwamba mimi napata kipato kidogo, sio kipato kikubwa, lakini vilevile jamii yangu ya kifugaji inapata, eh, inapata uh, huduma ya lishe kwenye shamba hili, na kwa sababu kuna mabadiliko ya tabia nchi, eh, watu hawana mboga completely, na watu wanategemea mboga kutoka mjini, kwa hiyo sasa ina maana kwamba kwa sababu hapa shambani ipo Uh, watu wanajaa hapa shambani, wanakuja wakina mama wakifugaji wanakuja wanachukua mboga hapa, wanachukua kwa bei nafuu na bado wanachukua, wanachukua mboga ambazo ni fresh uh, sio mboga ambazo zimekauka. Wanakuja wanakuja sana hapa kwa kwa hiyo napenda kushirikiana nao ili tuweze kusukuma gurudumu hili la, la, la maendeleo kwa pamoja kwa sababu si, siwezi mwenyewe mm -hmm, lakini nikiwa na taksei nikiwa na serikali basi tutaweza tukasukuma tu na malengo ya baadaye miaka mitatu mingine mbele. E, malengo yangu haswa hapa ni kuwa na system ya ya, ya drip. E, lakini vile vile mbali tuna hiyo, lengo langu lingine ni kuwa na na miti ya matunda ambayo tayari imesha sambazwa kwenye hili shamba kwa sababu nimeshaanza nimeagiza miti ndo ile pale nimeagiza zaidi ya miti mia moja kutoka SUA mwaka huu tutaingiza sasa ndani ya shamba mbale nimeweka kwanza pembeni kidogo, ili nienzelee kuzitunza, maana hali halisi ya joto kwa sasa hivi ni kubwa. Kwa hiyo nikipeleka shambani inaweza kaniletea changamoto. Kwa hiyo nataka mvua kidogo inyeshe, ili niweze ku, kusambaza za shambani. Kwa hiyo lengo langu ni kusambaza miti ya matunda kwenye ili shamba lakini vilevile vile kufanya uh, vitu vingine ambavyo naona tu kwamba bado bado hii shamba haijakamilika. Maana kuna maeneo, baadhi ya maeneo yanafanywa leveling, kama mnavyoona, yule bwana anafanya leveling ya shamba. Maana shamba bila kufanya leveling hauwezi kupata matokeo mazuri, kwa sababu maji yatakuwa yanakimbia upande mmoja, alafu maji alafu upande mwingine itaonekana kame. Kwa hiyo anachofanya ni izi eka sita zote ziwe zimeshakuwa Unawashauri nini sasa watu wengine? Kwa kweli mimi ninachoshauri, nashauri kwamba kilimo cha umwagiliaji kinalipa, kilimo cha umwagiliaji kinalipa. Ukinaweza ukawa tu na nusu eka tu, mbali tu na eka sita na nusu eka tu, ukavuna mara tatu kwa, kwa mwaka. Kwa hiyo ina maana kwamba utavuna mara nyingi zaidi ya yule ambaye anategemea kilimo cha mvua. Kwa hiyo nawashauri kwamba jamani, tujiingize kwenye hii kilimo hii kilimo. Ni kilimo kinacholipa ni kilimo ambacho kinakomboa familia. Mfumo wa umwagiliaji wa maji kutoka kule korongoni hadi huko, unalipia gharama zozote? Kwani? Ah, mimi silipii gharama. Huu ni mto tu ambao umepita karibu na shambani kwangu. <laughs> <laughs> kwa hiyo navuta maji <laughs> na maji ni mengi sana yeah. Hakuna mtu ambaye iko karibu shamba lake liko karibu na mto ambaye asingepata amba maji ni mengi sana na sijatenga eneo la kuchotea maji mm. Nimedumbukiza tu paipu, nimedumbukiza tu paipu, nikawasha jenereta, maji anapanda yenyewe, anamiminika tu mengi hapa. kwa kweli maji ninayo ya kutosha. hali ipoje kwenye ishu ya ulinzi napokuja swala mm. ni pakijani hapa mm. Kule pamekauka, kwa kweli tuna changamoto sana ya hiyo kwa ya wanyamapori na mifugo ya watu mm. Wanatusumbua sana hapa shambani, vijana wangu hawa wanalinda haswa yani, hawalali hawalali, wanakaa na matochi mpaka asubuhi, kwa sababu tunaye tandala, tunaye tembo, tunaye uh, nguruwe nguruwe pori wale tunaye, yani kila aina tunaye, pundamilia, kila aina ya wanyama wako hapa. Na ni kweli kwamba eneo lingine lote linalozunguka shamba ni completely dry, lakini ukija hapa shambani, kila mahali kuna ukijani, kila mahali ukienda kona ya shamba kijani, ukija huku kijani eh? Kwa hiyo sasa ina maana kwamba wadu nani, I mean, hawa wanyama pori wote wanakuja hapa. Kwa hiyo tumepiga fensi ya kienyeji kwa kutumia masanzu, bado hatuna hatujapata hatu, hatu, hatu, hatu uwezo mkubwa, hatujapata capital ya kuweza kununua eh, eh, ile fensi ya waya ambayo ingetusaidia zaidi. Na sio hiyo, hawa wanyama tu hm -hm. ndo wanaotusumbua hata, hata vijidudu vijidudu tu hivi vinavyokula kula mimea ni wengi kwa sababu eneo lingine lote miti imekauka, lakini hapa kuna green. Vijana hawa ndio wanaomsaidia Bwana Abraham kazi za shamba na wanasema pia wanavuna maarifa. Hoja tu Julius, nini jiona hapo nyumbani kwa watu liwanza kwa kuotesha vitunguu tukaje huko kazi ime inabadilisha, ina ama, inabadilisha vipi maisha yako? nabadilisha maisha kwa sababu na mimi naujua upata idea huko. hmm. <laughs> kuna pesa tunapata ama? hey. pesa zipo zipo kwao, unapata mkwanja pia. Wewe huwa hasa unafanya kazi gani shambani? nafanya kazi ya kumwagilia, kuuza na kulinda pia. Changamoto zipi ambazo wanapitia wakati unafanya kazi zenu? changamoto ni ya ulinzi <laughs> yeah. Kwa nini? Nini? wanyama wanatusumbua sana. mm. E, isi tunavo ujitahidi, tunalinda, tunapiga mafensi mm. Tunawafukuza kama wakifukuza, wakienda mbali kidogo nj unapumzika. Kwa hiyo kwa sababu ni wanyama wapo hapa, kwa hiyo <laughs> ukiwafukuza lazima warudi. uh -huh. <laughs> Kwao maana wanaishi maeneo haya haya. Unaitwa nani? Naitwa Samuel. Unatokea wapi? Mini, mi nimetoka Manyara Ka Manyara. hmm. Manyara, Babati ama Mbulu? Aha. Mm. Aha. Na kazi gani haswa huwa unafanya kila siku? Kulima. uh -huh. uh -huh. kilimo hiki, hiki cha umwagiliaji kinakusaidiaje? Inanisaidia kipato, matumizi ya watoto. uh -huh. watoto wanasoma, napato hela kwa tajiri. uh -huh. watoto wanasoma Wanaendelea vizuri wana wanakula. Kwa hiyo hapa sasa hivi vikiiva hampati, haupati kazi ya kwenda kununua kitunguu tena. Hamnaka kazi ya kuvitungua, hatununui tena kazi vitunguu, iko shambani, mboga iko shambani, hapa tunakula. Hongera kwa kazi. Naam, tumefikia mwisho wa makala yetu ya kuvutia kutoka kijiji cha Terrat iliyoko wilayani Simanjiro mkoani Manyara, na tumeona jinsi bwana Abraham Lengene alivyoamua kuchukua hatua kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hakika hii ni dhahiri shahiri kwamba kilimo kinalipa. Niseme, inuka, anza na weka mikakati. Mimi ni Evanda Barnaba na hii ni Orkonerei Digital.